Streamer maarufu IShowSpeed akiendelea na ziara yake katika maeneo tofauti tofauti barani Afrika. Tunafahamu kuwa wiki hii hapa ilikuwa nchini Nigeria pale baada ya kutoka Senegal. So baada ya kutoka Senegal, lakini pia kila sehemu ambayo anafika anakutana na watu fame na watu ma content creator ambao wanafanya issues za YouTube, lakini pia na ukutana nao na kufanya challenge mbalimbali ikiwemo mbali, vitu mbalimbali ambavyo wanavipendelea IShowSpeed. So Nigeria ilienda akakutana na watu wengi sana maarufu, lakini pia watu ambao ni mashabiki zake of course, ambao wanamfuatilia mara kwa mara, kwa sababu sasa hivi IShowSpeed amekuwa na muendelezo wa kufuatiliwa na watu wengi sana barani Afrika baada ya ya kuingia kwenye bara la Afrika. So siku ya juzi pale Nigeria kuna streamer ambaye pia naye anafanya vizuri sana, anaitwa Peller. Huyu ni mmoja kati ya streamer ambaye anakuja vizuri sana, akiungana pia na kina Katarif, naona bana wote ni maswima ambao wanafuatiliwa sana katika mji wa Nigeria lakini kwa jana imekuwa story kubwa sana huyo streamer, baada ya kukutana na IShowSpeed na IShowSpeed kumignore au kumpuzia au kumkataa kwa namna moja ama nyingine. So hizo stories zilikuwa kubwa sana kwa sababu huyo streamer maarufu Nigeria yeleenda akiwa anajua kwamba IShowSpeed anamfahamu na wanajuana kila kitu. So IShowSpeed alivyomuona, IShowSpeed akamkataa, na mbanga zake zingine akaendelea nazo IShowSpeed. So hii ni kitu ambacho kiliibua maswali mengi sana. Uh, kwa mashabiki wa huyo streamer wa Nigeria ambaye anaitwa Peller, kwamba kwa nini ume uh, IShowSpeed kakupuuza hivyo uh, na kakukataa, hii imekuaje? Na umesema wewe ni streamer maarufu na unajulikana zaidi, so watu wakaunganisha wakaunganisha doti wakadai kwamba na uh, huyu streamer wa Nigeria ambaye anaitwa Peller, baada ya baada ya, ya IShowSpeed kuja Nigeria, alikuwa naye ana streams katika uh, mtandao wake wa Twitch, lakini pia uh, YouTube. Akazungumza aka, aka, aka na mashabiki zake kupitia mitandao ya kijamii akaambiwa, bwana wewe na Speed vipi, Speed akija utakuja kumtazama kupata collaboration na YouTube yako ikapanda na watu wakufahamu zaidi? Alichojibu akasema kwamba yeye ni mkubwa kuliko IShowSpeed, kwa hiyo hawezi kwenda kumfuata IShowSpeed kwa hiyo anajivunia kitu ambacho yuko nacho. So maneno haya pia yalienda sana, ikipelekea uh, kwamba huyu, huyu, so watu wengi wanasema maoni yako hapa kama umeiona hii video ambayo uh, Peller menin eme, na IShowSpeed amemkataa, alafu niangushie maoni yako hapa kwenye Bongo Plus TV. Unahisi ni nani mwenye makosa zaidi kati ya streamer wa Nigeria anaitwa Peller na streamer uh, wa duniani of course IShowSpeed, namna ambavyo amemkataa huyo streamer kutokea Nigeria. Angusha maoni yako hapo, utakua umetisha kinoma.